Haya, karibu mtazamaji wa Mkongwe FX ambaye unaendelea kutufuatilia, lakini pia naamini unatamani kuweza kujua ni kitu gani ambacho nimekuletea kwa siku ya leo, ambacho ni kuombe tu eh, uweze kutambua hasa ambacho tutaweza kukizungumzia: ni kwa nini hasa forex traders wengi wanakuwa wanapoteza fedha pindi wanapokuwa wanaamua kuwekeza katika soko la forex. Kwanza, kwenye forex kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanafanyika, lakini pia ambayo traders wanakutana nayo, lakini pia tuna traders wa aina nyingi ambao wanakuwa wanafanya trading kwenye forex. Mara zote tunaambiwa forex ni soko ambalo lipo, litaendelea kuwepo, lilikuwepo na tutaliacha, kwa sababu bado dunia inaendelea kuwepo. Sasa ambacho tuweze kukizungumza, kuna mistake kama tano hivi ambazo traders wanakuwa wanazifanya hasa wanapoamua kufanya biashara ya forex. Mistake ya kwanza ni mtaji. Forex I think, inataka mtaji sana. Forex inataka mtaji, wala si lele mama, ndio maana traders wengi wanaokuwa na lose ni wale ambao wanakuwa wanatumia mitaji ya dola kumi, dola ishirini, dola thelathini mpaka dola hamsini, dola hamsini kushuka au dola mia moja kushuka. Basi asilimia kubwa ya forex traders wa aina hiyo wanakuwa wana lose. lakini mitaji hiyo pia tayari wanakuwa wanatrade kwa emotion, kwa sababu kosa lingine wanaokuwa wanalifanya ni pindi wanapoamua kutumia pesa ya matumizi kuiwekeza kwenye forex. Yani, unaweka pesa kwenye forex, lakini unategemea pesa hiyo hiyo uje uitumie kwa ajili ya kuendeshea maisha yako. Kwa maana umeweka pesa kwenye forex, unasubiri kwamba baadaye pesa hiyo utaenda kuitumia kununulia chakula. Hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu hiyo itakusababisha uanze kutredi kwa pressure, yani unaanza kutredi kwa emotion kwamba ukisha Uh, pata loss ya dola ishirini kama uliweka dola themanini unaanza kukalkuleti dola ishirini sawasawa na shilingi ngapi, uh, jambo ambalo litaendelea kukupa presha zaidi, kwa sababu tunakwambia forex unapokuwa unaifanyia trading trade as a number, yani trade kama unafanya trading ya namba. Lakini pia pesa ambayo unakuwa unaitredia make sure sio pesa ambayo inaingiliana na matumizi au mahitaji yako mengine ya kimaisha e, uh, pesa ambayo unaiweka kule make sure kwamba okay, nimeamua kuriski kiasi hiki, nimeamua nifanye biashara ya forex kwa stali hii. Hapo itakusaidia kwa sababu utakuwa upo free emotion maanake, hauna stressi, hauna maamuzi ya kihemko ya kihisia kwamba sasa nikipoteza hivi nitakula nini, nikipoteza hivi nitamlipaje mtu fulani deni. Lakini pia unashauriwa na mimi pia naendelea kukushauri kwamba usikope kisha ukaamua kuwekeza kwenye forex. No, make sure you are free of debt, yaani uko huru kutoka kwenye madeni. Mbe, mbe. Na ndio, kwa hiyo hakikisha kwamba uko free, hauna madeni, ndipo utakapoweza ku trade kwa uhuru zaidi. Lakini pia hiyo itakusaidia uwe na accuracy kubwa sana lakini kitu kingine ambacho forex traders wanakosa au ni consistence. Forex traders wengi wanakosa consistence, kwa sababu anaweza akatredi wiki hili akapata loss. Kwa sababu cha kwanza, inawezekana kwa sababu ya mtaji mdogo ukawa umemtoa sokoni, anaweza akapose miezi miwili mitatu minne, anakuja kurudi tena ata trade wiki mbili wiki tatu amerus, ana pause miezi sita mitano, anakuja kurudi tena alafu unajiita ni forex trader? No, no no. Forex trader, make sure kuna muda wa kujifunza. Muda wa kujifunza sio muda wa kudeposit. Amua kujifunza, jikomiti kwenye kujifunza, hata kama ni demo. Lakini pia kwenye demo, na shauri usitumie demo yenye size kubwa, balance kubwa, kwa maana unakuta tunatumia demo ya dola elfu kumi napo ni riski pia. Kwa kosa lingine ambalo forex traders huwa wanalifanya ni pale unapoanza kuona au kuweza, unapoanza kuona maisha ya forex traders wengine na unatamani uanze kushindana nao, kushindana na forex traders wengine mtandaoni, sio kuwa forex traders. Wala haitakiwi uanze kujithaminisha kile unachokijua na mtu mwingine. E, natakiwa uwe na kikomo unapojifunza kitu kakifanyie practice. Make sure umekimaster. Make sure umekifanyia practice kwa kurudia kurudia kurudia, na strategy mara zote huaga haiko perfect all the time, japokuwa forex traders wengi ambao unaweza ukakutana nao mtandaoni atakuonyesha zile trading ambazo ni past trade. Yaani kwamba trade akishajua ya kwamba imefanikiwa ndipo atakapoiposti, lakini akijua trade imefail, hata hangaika kupostia kwenye mtandao, kwa sababu lengo ni kukutega wewe uweze kushawishika, uweze kumwamini. Hiyo anakuwa anakufanyia psychological slavery, anakua nakutawara, anataka kutawara eh, kisaikolojia kwamba uonekane wewe unachokiamini, unachokifahamu kwenye forex ni dhaifu, basi anaamua kukutocha kwa kuonyesha mafanikio yake, lakini pia kukrash watu ambao wanakuwa wanajifunza au watu ambao wanakuwa wanaruzi. No, mtu akiruzi kwenye forex haina maana kwamba ni learners au ni nani, yaani, ni, ni useless kwamba hana muhimu kwenye soko la forex au hajui chochote. No, mtu ukipoteza kwenye soko la forex mi naamini ni sehemu ya kujifunza. Cha msingi ambacho haitakiwi ukose pindi unapokuwa umepata loss, make sure unarudi kwenye strateji yako unajifunza kwamba ni wapi ulikosea, ni wapi urekebishe. Hilo tu ndo litakalo kufanya uweze kuwa perfect kwenye soko la forex. Lakini pia kuwa perfect haina maana kwamba utakuwa hukutani na loss. No, unapokutana na loss, take it as you are paying a bill, maanake chukulia kama unalipia bill tu, kama TRA unalipia bill ya maji, bill ya umeme. Hivyo kwa chukulia ni sehemu ya maisha, lakini pia Usiwe usi badilisha, badilisha strategy kwamba kwa sababu strategy hii imefeli kwa wakati huu basi wewe unaamini kwamba strategy yako everywhere haitafanya kazi. No, strategy yako ni nzuri, ila tu ni wakati, inaweza ikaluzi mara mbili mara tatu, mara ya nne inapokuja kureturn ikakufanyia return kubwa ambayo huenda ikaji cover losses zote. Kwa msingi ni kuwa na consistency strategy yako, ukiona kwamba okay, nimesha ifanyia back testing, nimekuta ina perform vizuri, nakuja kwenye forward testing. Forward testing ni pale unapoamua kutumia demo, lakini kwenye demo nimekushauri pia utumie demo yenye balance ndogo, na ukitaka demo yenye balance ndogo usisite pia kuweza kujisajili kwa Deriv.